Pasta wetu mchungaji wa hapa, ndugu wa Kristo, watu wa Jeriko, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. God is good and all the time. Namshukuru Mungu sana kwa kunipa nafasi nifike hapa katika kanisa hii siku ya leo. Um, nilikuwa na mipango mingine jana lakini wakati ilifika jioni, haya mipango ikabadilika na nikawa na nafasi. Na kwa sababu mimi ni mzaliwa na kulelewa katika kanisa la AIC, nikampigia huyu askofu wa wangu hapa Nairobi, nikamwambia eh, niko na nafasi, nataka kutembelea kanisa letu moja Akaniambia kanisa la Ziwani ndio kanisa kabisa kubwa na nzuri. <laughs> Nikamweleza ya kwamba Ziwani nimekuwa mara nyingi. Akawa mkarimu sana, akaniambia basi kuna kanisa letu mmoja nataka twende na wewe naitwa Jericho. So and, uh, I must thank you, Bishop

Nilikuwa nafikiri nitakuwa the only visitor here lakini, hata mjumbe wenu ni visitor pia, so utanishukuru baadaye bwana Aladwa, kwa kukuleta kanisani hapa kwako, kwa sababu wakati bishop alinieleza, nikatuma ujumbe kwa mjumbe wenu, nikamwambia kanisa leo ni Jericho AIC. So nashukuru mheshimiwa, umepata nafasi ya kuja pamoja na mimi na huyu ndugu wangu mwingine Bwana Kimani. So, mimi nimefurahi kufika hapa katika kanisa lenu kumshukuru Mungu. Um, kwa sababu ya vile Mungu ametufanyia sote. Kianza na mimi. Kwa neema ya Mungu, Mungu amenipatia nafasi kama kiongozi wa taifa letu la Kenya na nafurahi sana kuungana na Wakenya wengine wote mara tukipata nafasi kama hii kumshukuru Mungu na vile vile kuendesha na kuelekeza mambo ya taifa letu yakiwemo mambo ya Mungu kati yetu. Tunajua sote ya kwamba taifa la Kenya ni taifa linalomcha Mungu. And I'm very proud as a leader of a nation whose god

Kaunti yetu ya Nairobi kama vile nilivyosema wiki iliyopita kuwahamasisha wananchi wa kapital yetu ya Nairobi. Na nilisema wakati wa safari hiyo kwamba serikali ya Kenya inatutosha sisi zote, sio lazima mmoja akose ni mwingine apate.

Nilikuja kuanzisha zingine um, Mbotela hapa nyumba zingine elfu mbili na mia saba. Finally around Eastlands we are going to build almost 40,000 housing units hapa um, Eastlands. Hizo tulianzisha hapo Mbotela, tunajenga mpaka itafika ghorofa ya ishirini na sita. We want to change the face of this area. Want to make it this, the city, na haya manyumba tunajenga itakuwa ya bei nafuu. Wale watu ambao hawajatumainia ya kwamba wataweza kuwa na nyumba ambayo wanaita ni yao, for the first time they will have an opportunity to own a home, na katika hiyo ujenzi ambayo tunaendesha na I must declare that uh, building is part of me. Nimejenga madarasa tangu niwe mjumbe, saa hizi tunajenga manyumba, nia yangu ni 1500 manyumba 1500, hata kule state house mimi najenga na sehemu zingine nyingi mimi najenga, na katika hiyo harakati ya kujenga, pia kanisa la Mungu tutajenga, because I am sure that is the will of God. So katika harakati hiyo ya kujenga taifa, tutapia jenga makanisa, na neno la Mungu litasonga mbele. Naona mnapata wasiwasi kama tujenge tusijenge just... <laughs> Let me tell you, uh, tutamwahibisha shetani. Shetani hawezi kutuzuia kujenga nchi yetu ama kujenga makanisa zetu. And we know unajua ukisoma Daniel kumi na moja mstari wa thelathini na mbili inasema, lakini wale wanaomjua Mungu wao watakuwa jaziri na watafanya mambo makuu. Yes, because we know our God. Inauliza, nyinyi watu wa Jeriko mnamjua Mungu kweli eh?

niko na maadui wengi. Mimi sina maadui, mimi sina hata ma mmoja, i don't have. Pengine kule tu kuna watu ambao eh, ni tunashindana na wao, na kushindana ni kazi, ni kitu mzuri, it brings out the best in all of us, so hakuna shida, tutashirikiana pamoja, tutajenga nchi kwa imani, na nimesema kwa vyovyote hii nchi tunataka iwe nchi ya amani, iwe nchi ya umoja, iwe nchi ambayo tutashirikiana sisi zote. Tuondoe ukabila katika taifa letu, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na pia tuondoe ubaguzi. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa moja, taifa la Kenya, and we are going to build this nation together united and I will lead from the front in building this nation because that is the assignment I have from God to build the nation of Kenya <laughs> in all its aspects and in all respects. So tushirikiana hivyo. Um, eh, nimeketi chini na Sam, nasikia yeye ndio mwenyekiti wa mipango ya ujenzi na mimi hapo kwa ujenzi, mimi niko hapo, nitakuwa hapo. So eh, ile kamati yenu ya ujenzi, mimi nitakuwa memba kuanzia, si ndio? Kwa sababu ninaona kuna kazi bado inatakana ifanyike hapa eh. Na siombi ruhusa ya mtu, mimi ni mwana AIC, sindio? Na mimi nimefundisha vizuri taratibu ya AIC so nitafuata, and we are going to work with you to complete this church so um, shetani na watu wake wanaweza kukathirika wakitaka, lakini tutajenga kanisa. Ama mnasema tufanye namna gani eh? <laughs> <laughs> so mimi nafurahi sana, asante sana e, najua kuna mambo mengine mengi e, nimetamani sana kwenda kanisa pale. Nilikuwa nauliza askofu hapa, mali naitwa Landimawe, kuna mali naitwa Landimawe pale, nimetamani sana tatafuta nafasi nifike pale, utapanga askofu. Yes e, nasikia pia hawana ujenzi mzuri wa kanisa.

as responsible forthright right people so asanteni sana, poleni, niko na shughuli ingine. Ninge tungeendelea kuwa pamoja na nyinyi, lakini nilimwambia askofu nitakuwa na shughuli ingine ya kazi mahali pengine, lakini Mungu akipenda nitarudi hapa tena. Asanteni sana, and may God bless you.